Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku. Tuko pamoja nanyi bega kwa bega eh, tano kwa tano katika hali ya uchambuzi wa vita na siasa ya nchi yetu ya Kongo, ambao leo mashariki mwa Kongo munakuwa hali ya vita. Hawa wahuni sasa wanajielekeza upande wa Kisangani na wengine wanabakia hapo tu eh, upande wa Kamanyola na wengine wanafikiria kwamba wanaweza pasua kwenda eh, upande wa Kindu yani Manyema. Wa ndugu wasikilizaji, kwa nini vita e, vya mashariki mwa Kongo vinazidi kuwa vigumu au vikali? Leo tunakuja ili tupate kutoboa jipu ambao inaweza kuwa na damu au na busaa na hapo tunapenda kuwazungumzia kwamba labda utasikiliza sauti za watu, tuko mahali ambapo pana shamba la mapambano, na hapo labda sauti, hatuko kwenye studio yetu, lakini tuko mahali hapa na pale. Kwa hiyo utatuelewa kwa hali yote. Wa ndugu wasikilizaji, tunasema tena karibu, asante kwa watu, ndugu wote waliotuandikia na wale waliotuita kutoka sehemu mbalimbali Ubeljiji, Ufaransa, tulipata watu wa Norvege tulipata vilevile vile watu wa Eritrea walituita asante kwa wandugu ambao walituita wako Israeli na wandugu ambao vilevile walituita wako Misri eh, kwa kweli tunashukuru sana tena zaidi Mwenyezi Mungu apate kuwa pamoja nasi. Basi tunaenda kwa haraka ili tupate muda wetu mfupi wa uchambuzi wa vita vya Mashariki. kwa nini wazalendo hawapigane Bukavu? kwa nini hawaingie Bukavu? Hakika ni swali sasa la siasa. Maana Rais Felix Chisekedi haonyeshe sura ya vita. Yaani sisi wazalendo tunaanza pigana kwa kuona tunachoka na utawala wa hawa watusi wa Nyarwanda, na ndiposa tunasema hapana, hatuwezi kukubali nchi yetu iende, afadhali tupigane. Lakini ukiangalia moyo na sura ya Rais Felix Tshisekedi ni kama vile yeye hataki tena vita, na ndio maana unaona hata majeshi walishindwa kupigana na kukomboa, sio tu kwa usaliti, lakini vilevile vile, waliona e, e, e, kitu gani kiko ndani ndani ya moyo wa Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine Beto, wacha tuseme ukweli, maana ni ukweli unaweka mtu kuwa uhuru jinsi neno la Mungu linasema. Wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tunakuja kwenu kueleza ya kwamba baada ya Rais Felix Tshisekedi kukataa vitu vingi, sitafanya hivi, sitafanya hivi, kwa mwisho alikuwa kivifanya, yaani alikuwa kizungumza kwa upande huu na mambo yanapogeuka habaki kwa ule ule msimamo lakini anageuka kufuatana na gisi siasa na hali inageuka, na ni hapo Kongo haina msimamo wa ukombozi kwa njia ya government. Sasa hapo wakati waliandaa, alisukuma watu Rais Felix Tshisekedi akachagua watu wa kina Boshabe na wengine kwamba wataenda Angola. Kabla hawa wandugu hawajaenda Angola, yeye ye tayari anaenda kukutana na na Kagame huko Qatar. Waliozungumza huko hakuna mtu anayejua isipokuwa mioyo yao wawili na yule aliyekuwa kama shahidi. Wandugu wasikilizaji, kutoka huko ni kwamba tunatuliza e, e, e, vita. Mnaweza aona hapo juu mko mnaona ndege hapo iko na shusha vikosi vya hawa wahasi wa M23, wakati sisi tuko tunasema, CCLF wenzetu wanazidi kuingia na kuteka miji na kukua na malengo, lakini sisi jeshi letu uliona, eh, General alipita hapo eh, kwenye, kwenye eh, televisheni ya, ya taifa na kusema ya kwamba tunasimamisha vita Generali ile ile saa wakati alikuwa anasema hivyo, vikosi vya hawa wauni tayari wako wanaingia kupitia ndege. Hizo ndege zilitoka wapi? Ni ndege ambazo walikamata pale Goma. Sasa wakati adui iko anakuja Azingire Goma. Kwa nini hizi ndege hazikupanda kwa kupiga? Haya yote tutayazungumzia eh, siku ya kesho, maana tutakuwa na kipindi cha uchambuzi. Kwa nini eh, eh, watu wanaweza kuongea, lakini kuna siasa fulani ambayo inapita kwenye majeshi, sio tu usaliti, lakini vilevile hakuna vile, ile wanaita katika lugha ya kimombo determination ya guerre. Hata Chirimwami aliyetuacha marehemu alisemaka wao walipata oda sio kushambulia, lakini kutetea, yaani hawako kwa kupiga adui, lakini adui akianza, ni hapo wao wanajibia, na wanapokuwa wanajibia walikuwa wakisimamisha kwamba muache vita. Kwa hiyo tunapenda kutangazia wandugu wote walio katika ulimwengu mzima ya kwamba tumaini leo ni kwa Mwenyezi Mungu kupitia hawa jeshi la ukombozi ambao wanaitwa wazalendo na hapo tunapoeleza wazalendo ni kwamba angalau kuna wazalendo ambao walipima kusaliti sababu ya kukua, e, roho liu, iliuma walipoeleza ukweli kuhusu siasa ya Rais Felix Chisekedi Chilombo e, e, Antoine siasa nao fanya na hawa Wanyarwanda wa, wazalendo wengine wakavunjika waka, waka moyo na kurudi na kujiunga pamoja na hawa wa M23. Lakini sisi tulisema, lengo ni moja, kukomboa nchi yaani kukomboa Bukavu na kujielekeza Goma, vipande vishuke. Sisi leo wazalendo hatupigane tena juu ya Felix Chisekedi Chilombo, hapana. Tunatangazia ulimwengu mzima kwa wandugu ambao wanaotufata kwenye mtandao kwenye televisheni nyumbani na wote ambao wanaotufata nchi mbalimbali. Wandugu wa Tanzania, tunawasalimu kabisa huko. Wandugu wa Zambia huko, asante eh, kwa kuwa mlikuwa pamoja nasi. Wandugu wa Texas huko, asante sana eh, ndugu yetu Loebanya huko huko, tunakusalimu kabisa. Sikiliza wandugu watazamaji wa, wa, wa na wasikilizaji wa radio televisheni huko, malengo leo ya wazalendo sio kukubali yale ambao rais Felix Tshisekedi iko anayafanya na anayasema hapana. Malengo ya wazalendo leo ni kupigana adui asikamate nchi. Kwa hiyo wakati sasa sisi wazalendo tunapopingana na yale ambayo rais Felix Tshisekedi anayoyafanya, yaani hakutatokea msaada yoyote ambao kaokuja na eh, eh, moyo au roho ya wazalendo ipate kufurahi isipokuwa itakuwa ni kusalitiwa kwa siasa. Vilevile kunakuwa oda ya kijeshi, wazalendo walikuwa wakishambuliwa sana au kufinywa na ile oda ya majeshi yani, mkitafuta fanya hivi, wanawambia nyinyi ni warade, yaani muko jeshi la akiba, sisi ndio jeshi kamilifu, kwa hiyo msubiri kwanza. Hiyo nayo ilisababisha waza, wazalendo wasikamate miji mingi, na sababu ya hiyo wazalendo wanapinga kata kata na kusema hakuna tena oda ya jeshi. Mwanajeshi au general au nani ambaye anaweza leta oda kusema kwamba hamtashambulia vita. Wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku mali popote mulipo, tunawaeleza ya kwamba azimio ya wazalendo leo hatupigane sababu ya Rais Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo hapana. Tunapigana kwa ajili ya nchi yetu isichukuliwe na hawa watusi wa Nyarwanda pamoja na Museveni huko Uganda. Basi wacha tumalizie kipande hiki, tunapenda kuwaeleza ya kwamba Raisi Felix Tshisekedi anakuwa na rafiki sana na Yoweri Museveni. Mulisikia hata mtoto wa Yoweri Museveni anasema yeye atakuja kujenga nyumba yake huko upande wa Ituri, upande wa Beni, vitu kama hivi. Na hakuna chochote kilichofanyika kwa upande wa government yetu ya Kongo. Sasa msikie eh, Rais Felix Tshisekedi iko anakimbia mvua ndani ya bahari. Yaani yanafikiria ya kwamba kujiunga pamoja na Museveni itamsaidia. Kumbe Museveni na Kagame ni malengo mamoja, ni anani mtu mmoja. Juu Kagame apate madaraka alitoka ni kwa Museveni, juu Museveni apate utawala walikuwa pamoja na Kagame. Yaani hawa ni watu ambao wanajuana zaidi. Na unaona leo jeshi la Uganda ndipo linakamata Ituri na, na Norkiv hiyo upande wa Nor Kivu wa Beni wa Butembo ni jeshi la Uganda, yaani wanajigawa vizuri na huko Uganda huko huko Ituri wanafinya wazalendo, yani wazalendo huko wanaitwa wa groupe arme yenye haihitaji hai hata kuonekana na silaha, na wanasema wasitetei nchi yao wakubali. Na kwa sasa sikia, kuna neno ambao ni chokochoko choko, sababu jeshi la Uganda lilipoingia lilianza ya kwamba wanakuja kunyamazisha vita hawa huni wa, wa, wa lakini sasa ni kusema jeshi la Kongo halitakuwa tena na uhuru wa waku, kutembea na silaha, yani jeshi la Kongo nalo litashusha silaha mbele ya jeshi la Uganda. Tunaenda wapi na government ya Kongo? Hakuna kitu wanasema, hakuna chochote ambacho walielezea. Raia wananyamaza kimya, na ni hapo inaleta sisi ile akili ya kusema hakuna tena kupigana kwa ajili ya, ya, ya, ya government yetu ya, ya Kinshasa. Hapana, tutapigana sababu ni udongo wetu, najua maana. Tunaomba wadugu wote wanaotufuata kwa makini, popote mlipo, tusapoti wazalendo kwa sababu government ya Kongo haitasaidia wazalendo, sababu tunapopingana na mipango yao, yaani ndani ya mipango ya government ya Kongo kwa ukweli, kuna kuwa kusaliti, na tulipoona ile, tukasema, hapana, sisi tutapambana tu na kwa dehema ya Mwenyezi Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu na udongo wetu ambao sisi tulioupewa na Mwenyezi Mungu tutashinda vita. Kwa hiyo mahali ulipo, support wazalendo. Namba ziko hapo kabisa. Na vile vile comment emishio yetu na ujaribu vile vile kujiabone, maana kujiabone katika kipindi hiki ni vile vile ku support sababu tutakapokuwa tukipokea hizo pesa za YouTube na na, na na na mtandao mwingine itasaidia kwa wewe kusikia habari za kinaganaga. Kwa wakati wa, wa, watangazaji wengi wa habari wanakuwa tu ni kupeleka picha lakini hawana habari. Sisi hapa ni, ni television ya wazalendo ambao wako kwenye mapambano ya vita kwa hiyo tunawaeleza kwa kifupi ya kwamba wazalendo walikuwa wakisimama kidogo kwa kusikia kwamba tutapigana sababu ya Rais Felix Sekedi. Baada ya kuona ya kwamba hakuna msimamo, hakuna mbele, hakuna nyuma, hakuna sura yoyote kunaonekana ya ukombozi, hata kama government ingekuwa ingekuwa eh, kama government na nguvu, wajeshi wangeshambulia kwanza Bukavu, wajeshi wangepima kwanza kuchokoza Goma. Lakini majeshi wakati kwa nakimbia ni oda, na wakati ni oda, sisi tunasema hapana oda ya mtu mwengine isipokuwa kukomboa udongo wetu. Asante wandugu wasikilizaji wa radio televizioni Ngyoku mahali popote mlipo, shukrani ni kwamba muko pamoja nasi. Asante kwa wandugu wote ambao wanazidi kutoa mchango wao ya kila siku na wanazidi tena kuona zile picha za michango yao ya. Unapotuma mchango utaona picha wakati wazalendo wanapokea msaada wako, hata kama ni dola kumi utaiona tu na tunashukuru sana wazalendo ambao wako milimani huko upande wa Minembwe. Kazi mzuri ambao wanafanya hiyo jeshi la, la ukombozi linazidi kufanya. Na watu wa Bukavu, mtulie sababu tayari vitu vinaivya. Asante sana ndugu msikilizaji, peleka ujumbe huu kwa mtu mwingine, ya kwamba wazalendo leo hawapigane tena kwa, kwa ruhusa ya rais ah, tunatetea ni nchi yetu udongo wetu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Asante, tumia mwingine ujumbe huu, like vipindi vyetu, comment na vile, vile uje ya bone upate kusaidia wazalendo. Asante, twasubiri mchango wako kwa hamu kubwa chao.